Hivi, ni ipi siri ya hichi kitabu? Maana baba yetu hajao kutuelezea kuhusu jadi yetu. Wewe unataka kujua nini? Ni aibu sana kwa mraangu kutokutambua jadi yetu. Watu wa jamii yetu wanaoishi mjini wanaamini kuwa ukikisoma kitabu hicho watapata utajiri, lakini si kweli. Pindi ukikisoma tu kitabu hicho kuanzia ukurasa wa saba wa kumi na nne na ishirini na moja mtu huyo atabadilika na kuwa kiumbe cha ajabu na kuteketeza jamii yetu. He? Kiumbe cha ajabu sasa. Kwa nini kitabu hicho kisiteketezwe kwa moto? Huo ni mkataba baina ya mizimu na mtawala wa kale aliyemuua mama yake. Pindi ukikiteketeza kitabu hiko, ni sawa na kuiteketeza jamii yetu. Unaweza kuniambia tokea jana usiku saa moja ulikuwa wapi kiasi cha kushindwa kupokea simu zangu bebi? Simu yangu ilikuwa imegoma tangu toka jana, ilikuwa haifanyi chochote kile. Leo ndo nikaamka mapema nikapeleka kwa fundi, ndo angalau kidogo iko inafanya kazi. Yani unachofanya wewe hey, unataka pia nijutie, yani kiasi cha kukubariki kwenye sanaa yako? Sasa mambo ya, ya sanaa natokea wapi niangalie? Sasa hivi sina hata pesa, sina mia, sina, sina chochote. Sasa hivi nimaliza kila kitu. Ni simu ndio ilikuwa na tatizo, sio mimi. Na hii tabia ya kutokuaminiana inatoka wapi? Wakati mimi na wewe ni wapenzi, inabidi uniamini ninachokwambia kwa bebe. Hofu yangu inatokana na moyo wangu kwa kushindwa kustahimili kuwa naye mbali kimapenzi, naomba unisamehe.

Kafanyaje? Sura yake imeharibika. Wewe, kuna nini? Kuna fisi huku, fisi. Wapi? Fisi porini. Sawa, wewe nenda nyumbani, mimi wacha nikashughulike <laughs> naye. Haku mwanangu, nilikuwa nakuhitaji nyumbani, unakikawa muhimu. Utakapokuja ndiyo utakapojua kwa nakuhitaji. Ufigiri haya, asante najua mwanangu, nilikuwa na kikao na nilitaka tuwepo sote, lakini mdogo wenu kila nikumpigia simpati. Sasa sijui yuko mwana yuko shamba, huko shamba. Inakutaa kuzungumza hivi, mwanangu, mnahisi haya mnokaa mkayajadili na mabaenu yako sahihi? Kwa nini vitu mnavojadili kwa haviendani haviendani kabisa, kwa sababu unajadili vitu ambavyo ni vitu vya kishirikina. Isitoshe, we ni mtu wa Kiislamu na we unamunga mkono baba yako. Kwa nini? Unajua mama, kwa pengine hujakaa vizuri na baba akakuelezea pasavyo ya mambo. Kila binadamu, kila mtu ana asili yake, na hii ni asili yetu, hatuwezi kuiacha. Ukiangalia baba mwenyewe jinsi alivyokaa akatuelekeza, hususan mimi mimi nimemfahamu sana baba, tena nimemfahamu haswa, kwa sababu haya mambo hatuchunguzi zima, tushashuhudia, ameshashuhudia. Kuna rafiki zangu kibao wazazi wao walikuwa na vitabu kama hivi, wamefuatilia na maisha yao yamenyooka hivi, mama, wanafurahi maisha haya tunayoishi. Hata kama sifurahi haya maisha, lakini hakuna utajiri unaokuja kutokana na ushirikina mwanangu. Mama, hapa hatuzungumzi ushirikina, hapa hakuna ushirikina hapa kuna vitabu ambacho kina uwezo wa kutusaidia sisi katika maisha, sio ushirikina mama, kama ilivyo kwa watu wengine mama. Watu wanasoma vitabu ili waweze kupata utajiri kwenye maisha yao, kama unavyoona watu wanasoma sayansi ili wawe madaktari, kama unavyoona watu wanasoma Qur'ani ili wawe mashehe na maustadhi. Lakini sisi tunafuatilia hichi kitabu ili kiweze kutu, kutu, kutunyoshea katika maisha yetu. Hapa hapana cha ushirikina mama. Mumeo anajua nini cha kufanya. Kuna nini Mwajuma? Mwajuma! Mwajuma! Ah! Kaka kafanya nini Mwajuma? Mama, mmefanya nini huyu mama? Mbona Mwajuma yuko hivi? kafanya nini?

bake huyu ikoke mtawala, wa babake na mambo mengi, ndio bana kashindwa kuja. Kutokana na hili tatizo lilivyokuwa kubwa, lazima awepo babake. Bwana mtawala, tunakuomba kwa heshima yako na fadhila zako bwana, huyu mtoto yupo katika hali ngumu sana hapa alipo, anapitia maumivu makubwa sana. Tunakuomba tujaribu kumsaidia, ili hili, hili jambo lipate kuisha. Kama tulivyokisha kuambia baba yake ana istidadi kidogo, lakini hatu, hatu, hatuwezi kukaa tukamsubiri baba yake Lazima huyu tumnusuru sasa hivi, ili kusudi aondokane na hii hali. Tunakuomba him, tafuta njia ya kumsaidia ili kusudi tuweze kumsaidia, tafadhali. Kwanza unajua, mizimu imekasirika kutokana na tatizo ile lilivyokuwa kubwa, na tukitaka ili tulisaidie huyu kijana, lazima atembee na kaka yake waliyefuatana nao.